Kutupa habari na jinsi nilivyosema kila wakati, usingoje mkutano kama hapa, uchukue microphone ni ulete habari hiyo, utakuwa una play in what we call public gallery. Ningependa ushirikiano ya kwamba ukiwa na ujumbe kuhusu utovu wa usalama ama yeyote ambayo ni mhalifu, wewe kuja kwa siri, nipe hiyo habari, wewe nipigie simu mimi, nikuje nikutane na wewe, Tuangalie hiyo maneno na tushughulikie. Na kwa wale ambao wamefanya hivyo wameona matokeo. Yes. Wanaleta habari tunachukua hatua. Na ndio maana unaona hii town sasa hii imetulia. Niko na hakika kusema kwamba sasa hizi zile habari za uvunjwa wa maduka tunapata hapa zimepungua sana. Nilipoingia hapa takriban mwaka mmoja iliyopita karibu ina inamaliza, ina mwaka, nilipata kama hapa mlikuwa mnavunjiwa duka tatu kila usiku at least tatu kila usiku e, na nikatembezwa na chairman siku moja hapa, naambiwa, hapa ilivunjwa jana, hapa walivunja last week, hapa imevunjwa juzi. Nikashangaa, kwani ni biashara hapa ni kuvuja ama nini inafanyika hapa? Na tulipoanza kuchukua hatua kwa kufuata na kushika na kushtaki wale ambao wanafanya e, uhalifu ya aina hiyo, mambo yalitulia, na saa hizi najua hata wasiwasi yenu imepungua, na nataka kuhakikishia kwamba tutaendelea kufanya hivyo. Tushirikiane, leta hiyo habari, leta hiyo information, sisi tushughulike. Ndio maana tuko hapa, hatuna kazi nyingine, kazi ni kuwashughulikia, kuhakikisha kwamba wale ambao wanataka kuiba mali yenu, kuvunja maduka, kuleta uhalifu ya aina yoyote, tunawashughulikia. Na tulali niliwaambia kwamba timu yangu ya hapa town niliweka team sharp, na mimi mwenyewe nikakaribia, naishi hapa karibu, ndio tupambane na hao mundu hu mundu, hakuna kuregea. Na hata jana usiku nimekuwa hapa mpaka saa kumi za asubuhi, sijalala, na tena niko hapa na nishashughulika tangu asubuhi, na nikarudi hapa tena tuongee pamoja. So tuendelee kushirikiana na kuhakikisha na kwamba usalama inaanza na wewe. Ukiona kitu inaenda vibaya na hujaisema, haujajitokeza kuja kutuambia hii haiendi sawa, umefeli kama mtu binafsi. Umefeli. Usingoje iharibike ndio useme eh, hii naye nilijua tu. Hii naye nilijua tu. Anza kwa kuweka mambo yako ama bidhaa zako salama, duka yako ikuwe sawa, kama ni kufuli iko sawa, kama ni watchman ama security wale mmeweka wako sawa ni mtu mnaelewa, mtu mnajua, because hata hao wengine wanakwanga, wanaiba, wanaibia watu. Unafikiri mtu anakulidia, kumbe ye ndio anakuibia. So angalia ni nani unaweka kulinda biashara yako na huyo unaweka hapa. Kuna jambo moja nimegondoa, especially kwa wale ambao wanafanya kazi ya security, unapata kwamba miaka yao ni miaka ile ya uchovu, miaka ya, ya kukuja hapa na kulala si vijana active wale ambao wanaweza kaa macho na wapambane na mtu hata kukiwa na jambo usiku. Wewe unaenda unachukua mzee wa miaka hamsini, sitini, sabini ndio unaweka hapo. Mchana anafanya shughuli zake, usiku anakuja akikaa hapo, hata akibebwa hawezi sikia. Sasa yule atakuwa anakusaidia ama anakula pesa tu na kulala ya? yeah, sasa angalia wale ambao pia mnaweka kulinda biashara zenu ndio maana wanaona kila, kila siku wale ambao tunaweka kwa patrol hizi kama polisi ni vijana watu barobaro, kama ni mbio mbio eh? kama ni kukabiliana wanakabiliana. lakini tukileta mzee mwenye awezi ya kafanya hivyo utapata kwamba haitasaidia. So nyinyi pia, wakati mnachagua security wale ambao mnaweka angalia ni nani mnaweka na anafanya hiyo kazi, anaweza kufanya ama ni amekuja apate tu kitu, akule usingizi yake na apate pesa ataendao jambo la ushirikiano kwenu pia iendelee. Umesikia vile e, Inspector Sangura amesema kwamba mahali pengine watu wafanyabiashara wanashikana mikono, wanafanya mchango, wanapatia vijana ama au security, wanawalinda pamoja. Hapa sijui kama hiyo chama waliweka sio usiku ili wamama wa wapate kusongesha masaa ya biashara, lakini hapa tunasikia kwamba inafanya mchana usiku inazima. Leo vile umesikia wageni wako hapa mchana tena imezimwa. Naona hiyo maneno, so hiyo maneno utauliza sana na department husika tuone nini ambacho kinaendelea, so that usiwe na hiyo shida maana kile unajua hii Dina ina wafanya biashara wengi sana. Wakati wa jioni, maana magari yanashukisha hapa, watu wanaenda makwao, wengine wanafanya biashara pia hapa, na maduka hapa pia iko. Inamaanisha wizi utakuwa mwingi. Hata tunapoambia OCS aliyeleta security, itakuwa vigumu, maana atajua anapika nani ama anashika nani, so inakuwa vigumu hiyo. Tutaishughulikia alafu tuone namna gani. Tuko na vijana ambao wanatembea katika soko hii wakitaimu wa mama katika vioski, katika mahoteli na maduka, hata kwa vipanda pia wanaibiwa nyanya na matunda. Na hawa ni vijana ambao wanakuja wanafanya survey katika soko hii, na wa kuna uwezekano hata wanafanya connection na wale ambao tunaishi karibu na hii soko. Na kuna kinyozi katika soko hii ambayo nimeionya karibu mara tatu hii kinyozi inafunguliwa saa kumi na moja ya asubuhi na inacheza muziki mpaka saa nane ya usiku. Kuanzia leo hiyo kinyozi ifungwe saa mbili na nusu ya usiku. Hiyo kinyozi hiyo imefu imefungwa, ama wanajua gani? Mnasema nini? Hiyo kinyozi inacheza muziki mpaka saa nane ya usiku na kuna timu ya vijana ambao wanaenda kujikusanya hapo wakicheza muziki, lakini asubuhi ya yake utasikia kuna duka limefunjwa, utasikia kuna kioski imefunjwa, utasikia kipanda ya mama nyanya na matunda simepotea. nonewewe wene noumbolela nokhina musiki mpaka musiro saa nani avangali chise coolavekanga nanu male kinyoosi anaosiesi na kuomba tu tuwanze kudili na hiyo kinyosi kwanza, kwa masaa ya kufungua na masaa ya kufunga ah. Ninaposema ya kwamba soko ya Dina sahi imekuwa kubwa, tunataka kufanya biashara hadi usiku, lakini taa zetu siko, lakini kuna taa zenye asiwaki. Sasa ombi letu ni kwamba e, mtushughulikie mambo ya taa ili tunapofanya kazi usiku tukuwe na mwangaza na hiyo wa upande wa taa, pia mimi naunga mkono ule ambaye ameongelea mambo ya taa. Tunaomba muangalie ndani muone kwa nini hizi taa zinawaka mchana na usiku zinazima, zinafanya opposite. Sasa tunaomba muangalie hiyo idara iweze, eh, kuangalia upande wa taa. Ni za county government, lakini national government pia tutaomba sana. Kulikuwa kumetulia, lakini tena ukora imeanza. Dina juzi, mfanyabiashara wetu ameibiwa hapa duka limevunjwa na juu vitu zikachukuliwa. Sisi hatuna nguvu ya kuua mtu, tutachukuliwa sheria mkononi, tutakuwa tumechukulia sheria mkononi. Kwa hiyo ukiwa pale kaza mkamba kidogo, ni kama ulikuwa umekaza, tena unalegea. Hatujui kwa nini, kwa sababu sisi tunataka watu wetu wakuwe safe na vile inatakikana. Wewe unajua, umesomea hiyo kazi, unajua cha kufanya.